Kweli kweli, mm. yeah. Nimefurahia, eh, namna ambavyo, ni ni ya ya nimefurahia namna ambavyo nyimbo inaonekana ni unajua, kazi kazi kazi zikiwa nzuri pia, mm. hata wasikilizaji wanavutiwa, yes. na hii kazi ni moja kati ya kazi nzuri pia eh, pia na na na na hii moja kati ambazo nimeweza kuzisikia wakati um, huu eh, umeweza kusikia hapo, unaweza kuandika chochote kupitia nambari ya 0745 27 42 000 785 mbili saba nne mbili sifuri sifuri. Asante sana kwa wote ambao uh, mnaendelea kuwa na sisi hapa na uh, nikukumbushe tu mara ya mwisho kwamba nambari zake za simu zinapatikana kwenye hizo platform zake zote, ambazo ni YouTube utaandika mm, Brigedia wa Yesu mm, Instagram ni Brigedia wa Yesu, Facebook ni Brigedia wa Yesu. Hakikisha unapoingia kule YouTube una subscribe. Yes. Kuna maandishi chini pale. Mm. Utayaona yameandikwa subscribe na vile vile anabonyeza sehemu ile iliyoandikwa kengele mm. ili atakapopandisha kazi yake yoyote iweze kukufikia kwa u, uzuri zaidi. Vile vile, Instagram hakikisha unapofika pale una follow. Yes. Kuna Yes. Yes. Namna pale ukibonyeza sehemu ambayo imeandikwa follow mm. utakuwa umesupport kazi ya Bwana mm. na Mungu ataendelea kukubariki. Vile vile unapoingia pia Facebook fanya hivyo hivyo, hakikisha una follow, maana unavyoendelea kufanya hivyo ndivyo anavyozidi kukua kimziki, bile, na kwenda mbali zaidi kimziki na vile vile hakikisha pia una download. Unaigonga sana nyumbani kwako hapo inasikika kwenye sarufa lako mara nyingi sana, weka sauti kubwa. Jana nikwambia hiyo ngoma ya nani hiyo, mwambie bwana, wewe ni Brigedia wa Yesu, si ndio? yes, eh, na yeye ataingia YouTube, wataweza kuipata bwana mm. shukrani sana, asante sana ndio ndio, asante sana, na kazi nyingine ukiendelea kutoa usitizo, uh, usiti kufika hapa tena. yes, yes, hapa ni sehemu ambayo pia Ina hey, pata nafasi ya wasanii kusikika wasanii okay, kusikika kazi zao. Haya bwana. Nah. Hiyo track